Vipenzi vyangu mnajikumbuka, hii harusi aloenda Zuchu ni kwa post yenu. Guess what, nimepata hiyo video akipokea mitunzo kutoka kwa wadandoa. Well, hello everyone and welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, please subscribe like and comment without wasting time, let's get right to the video. So hii wedding ambayo ameattend Zuchu ilikuwa ni hatari na pale alikuwa amepokea mitunzo ya kutosha you know, inaonekana hii harusi aloenda ni bab kubwa. And na hiyo mitunzo ni mbali na, na pesa alolipwa kufanya performance hiyo ni mbali kabisa, ili analipwa afanye performance then anatunzwa kwa kuimba vizuri. Hebu tuangalie hapa kidogo <tinyo> Well as was, did you see the vibe oh, I love it so much. Unamwona kaka anavyomwogesha huyo, anamwogesha hela kaka, taratibu. Huyo mke wa mtu tafadhali, mwogeshe pesa taratibu, usimgusi. Sasa hivi ni mke wa mtu, hataki kushikwashikwa ovyo na wanaume ambao hawaeleweki ambao hawafai kumshika yeye, ni mume wake tu. Well guys, that is not the point, the point is Zuchu. And hebu niambieni ukweli kabisa, mnaionaje hii outfit ya Zuchu? Kwa sababu kuna watu wamemponda sana Zuchu na hii outfit yake ya... kuna wengine wamemwambia, bwana Zuchu, fundi wako hapo kweli hapana? Kwa sababu like haijafanyiwa finishing nzuri. Mi kwa upande wangu the dress, style ya dress ni nzuri sana maybe kwa sababu tu haijakuwa na na nini details nyingi, haikuwa na details, imekaa just full black, lakini pia kwenye video yake amesema ya alikuwa na haraka sana, akaletewa outfit haraka Uh, hakujua yani, hakutaka kuchelewa kwenye harusi, lakini alipofika pia kwenye harusi alikaa almost two hours bado hakuingia ukumbini, lakini alifanya haraka sana kuchukua outfit yake ili aweze kuwahi. Nitakuekini hapo mwemsikie, lakini hebu niambie, ni mnaionaje hii outfit ya Zuchu? so today I

kupata nguo yake, kwa hiyo hakutaka kuwa late aka disappoint wateja wake waliomuita harusini, kwa hiyo wakaamua kufanya vitu vyake haraka haraka. So Zuchu fans uh, hata kama wewe sio Zuchu fan hate aside, tell me about this dress, umeionaje? Ni kweli haikuwa nzuri? Watu wana haki kumsema, au just haters tu walikuwa wanatafuta sababu wapate la kuongea, wamseme bi harusi wetu mpya eh? Wapate tu la kuongea, lakini tusema ukweli, mimi Zuchu is my biggest fan, and you all guys know kama Zuchu ni my biggest fan, dress ni nzuri, sema tu haikuwa more detailed ikashawisha hata ukiona hivyo utasema wow, look at that dress lakini kwa overall ni nzuri, sema ndio hivyo, haikuwa detailed mpaka ya kushangaza kivile, lakini mwenyewe alishaongea kabla hata watu hawajaanza kukosoa kwamba dress imekuja imekuja late, yaani vitu vilikuwa haraka haraka, nia yake alitaka awai ukumbini, apa form, asidisappointe watu and guys tukiachana na habari ya nguo, embu subirini kidogo, nataka musikilize hii video hapa ya Diamond Platinumz. Tuisikilize kwanza guys, mi napata goosebumps butterflies are flying are running in my stomach right now because of this video. Did you understand how you want me to translate it for you ate, mmeelewa? Mmeelewa vipenzi vyangu haters, mmeelewa au niwatafsirieni kidogo? Diamond Platnumz kasema nini hapo? Baby wake yuko home Tanzania, next time atakuja naye hapo, kamaliza. Na inshallah next time kama hana mambo mengi mengi atakuja na no bebi wake Zuchu. Mimi maliza kutafuta hela, tuje kuona mwana mwenye. Kasema kwa mdomo wake, the big wedding is coming so we are waiting for that we are waiting for that wedding to come, hata kama haitakuwa big, lakini yani iwe public, yani watu wote waone, like yes somebody is getting married well guys, I can't wait for that to happen, I'm so excited. Wana kuna wale waambie sasa hivi wamenyamaza kimya, wanapambana na issue nyingine. Issue ya Zuchu kwanza wameachana nayo kwa sababu hawaiwezi au <laughs> watu wanatuvuruga <laughs> toka kwenye relationship <laughs> tamaa na nzuchu wanajua kutu confuse since kwenye relationship breaking up getting back together breaking up getting back together and kama una akili fupi bas utachamba utaanounce wameachana kumbe the next day they are back together like nobody left so the JPs Zuchu and diamond Nandy and bilnas those three couples are my favorite couple of all the time so Diamond maliza kutafuta hizo pesa, tuje kuendelea na mambo mengine. Zuchu ada kusubiri. Uh, so like Juma Jux and uh, Priscilla when Juma Jux get back to TZ, ameondoka na Priscilla, wako Nairobi sasa hivi. I think its for music tour and Damo plan akirudi, uh, atatoka na Zuchu, tunasubiri tuone, and as I I said before, I can't wait to see what um, What demo plan I'm spot for Zuchu from London na kote kutoa zote izozifanya I can't wait to see kamleti ya nini mke wake. So guys, without talking much, today is weekend, usikae mbali na hii page. kama ulikuwa hujasubscribe, please subscribe. Kama ulikuwa huja put on your notification, please put on your notification, cause today is weekend, na weekend kuna kuaga na mambo mengi na mazuri zaidi Mtayaona hapa, usikae mbali na hii page. Mimi nawapendeni wote.